Kwani si ndo na kuchukua? Mimi nachukua video au anatakaje? Hiyo nailoni bora chana. Hiyo na ironi haina shida, kwa sababu hapo, hii uichane kwa sababu ipasuke, katika kuendelea tuangalie kwanza, hatuaiaendeni huko, tukaanze kule mimi wazo langu lilikuwa hivi: wa, wa, wa, tuachie watu kadhaa kwa vile <tukai> mbegu kidogo, waanze mabeseni haya, tuchukue leta, ile beseni moja tuhamishie huko, tuendelee kule tukachukue. Mimi naona kufanya kazi